Elewana sasa, amesema nisiingie nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari. Ah, ah, amna si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Alala, hapa shida iko hapa, shida iko hapa. Tusichezeane, tusichezeane, tusichezeane.